Halo, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye novena ya huruma ya Mungu siku ya tisa ikiwa leo ni siku ya mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako, peleka roho wako vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu, uliyefundisha nyoyo za waumini wako ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza wachukizwa na dhambi. Basi sitaki kukosa tena, nitafanya kitubio. Naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Tuweke nia ya novena yetu siku ya leo. Maneno ya Mwokozi: leo niletee roho za wale waliokwisha ingia hali ya uvuguvugu na uwazamishe katika kilindi cha huruma yangu. Roho hizi huumiza sana moyo wangu. Roho yangu iliteseka sana kwa kinyaa cha kutisha kule bustanini, kwa sababu ya roho hizi vuguvugu. Ni wao waliosababisha nilie: Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee mbali kikombe hiki nisikinywe. Kwa watu hawa, tumaini la mwisho lililowabakia ni kuikimbilia huruma ya Mungu tu. Basi tuwaombee watu walio na hali ya uvuguvugu, hali ya hatari kwa wokovu, ambao walisababisha mateso makali kwa Yesu Kristu kule bustanini mwa Mizeituni. E Yesu mwenye huruma nyingi, wewe u huruma yenyewe uzipokee roho vuguvugu ndani ya moyo wako ulio na huruma bila kiasi. Roho hizi ni kama mizoga iliyojia na kunuka uvundo. Uziingize katika moto wa upendo wako safi, zitakasike roho hizi zi, zilikuita zilikutia kinyaa kingi. Sasa uziwashe tena, na kwa huruma yako uzipe paji la upendo mtakatifu.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 uliovumilia vu, ulio pale msalabani kwa masaa matatu ukiwa katika hali ya maututi ya uchungu, uziwezeshe hata roho hizi zipitie utukufu wako. Uijaze mioyo ya watu hawa upendo wa kweli, hivyo kwa baraka takatifu waweze kutenda matendo mengi ya huruma hapa duniani, na huko mbinguni wafike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 kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema Bwana yonawe umebarikiwa, kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yonawe umebarikiwa, kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na sadiki kwa Mungu Baba mwenyezi, mumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanawe wa pekee, bwana wetu aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira ya Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba mwenyezi. Toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu maondoleo ya dhambi ufufuko wa mwili na uzima wa milele amina. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa malipizi ya dhambi zetu na zambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele inakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya roho ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu utuhurumie. Roho mtakatifu, Mungu utuhurumie. Utatu Mtakatifu Mungu mmoja utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa Mwokozi wetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika wa Roho mtakasa tunakutumainia. Huruma ya Mungu fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotujalia maisha ya kutokufa tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotukinga inayotukinga na adhabu tunazostahili tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotuinua tutoke katika tabu na unyonge wa maumivu ya dhambi zetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayofurika kutoka katika majilaha ya Kristo tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayobubujika kutoka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotupatia Bikira Maria mtukufu awe kwetu mama wa huruma, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzishwa kanisa Katoliki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya Ekaristi na upadirisho, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale inapotuita na kutuingiza katika kuwatakatifu za wenye haki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotimilika katika ukamilifu wa watu watakatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu chemchemu ya afya ya wagonjwa na wote wanaoteseka, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote, tunakutumainia huruma ya Mungu inayowahi kutuletea neema zake, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani yao wanaokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo burudisho la faraja yao marehemu wa toharani, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo furaha ya mbinguni kwa watakatifu wote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote, tunakutumainia huruma ya ya Mungu, chemchemu ya miujiza isiyokauka tunakutumainia. Mwanakondo wa mungu, chem, mwanakondo wa Mungu uliyetuonesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondo wa Mungu unayejitolea kwetu kwa mapendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Wanakondoa Mungu wanayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isiyo na mwisho, utuhurumie Bwana. Utuhurumie Kristo. Utuhurumie Bwana, utuhurumie. Tuombe, huruma anana za Bwana ziju ya kazi zake zote, huruma za Bwana nitaziimba milele. Tuombe, e Mungu uliye na huruma isiyo na mwisho na hazina za wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusii ututazame sisi watu wako huku duniani na kutuongezea huruma yako tena na tena, ili tusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani, bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa matumaini na kutimiza mapenzi yako matakatifu, ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu, mwanao mfalme wa amani na huruma, aishiye na kutawala nawe na Roho Mtakatifu kwa pamoja, mkutonesha huruma daima na milele. Amina. Raha ya milele umpe Papa Francis, e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, astarehe kwa amani. Amina. Raha Raha ya milele uwape marehemu wote ee Bwana, na mwanga wa milele uangazie wapumzikie kwa amani. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe wote kila tuingia patalini, ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristu milele. Amina. Nakupongeza wewe ambaye umesali na mimi leo, ikiwa ni siku ya mwisho ya Novena hii ya Huruma ya Mungu na kesho ni Jumapili, dominika ya huruma ya Mungu. Tumwombe Mungu mwenye huruma aendelee kutusaidia katika mahangaiko yetu na atulinde sisi pamoja na familia zetu. Kipekee leo, ikiwa yamefanyika mazishi ya Papa Francis, Baba Mtakatifu, tumuombe ili Mungu aweze kumpokea na kumsamehe dhambi zake na kuzikumbuka kazi zake njema. Zaidi sana tuliombe Kanisa katika mchakato huu wa kumpata Papa mpya ndani ya wakati ambao utawezekana ili ajaye aweze kutuchunga vema na kuliungamanisha kanisa na zaidi sana kutukusanya wote kumwelekea Mungu. Tumsifu Yesu Kristo na ninakutakia jioni njema. Ikiwa tutaanza Rosary tarehe moja mwezi wa tano mwezi wa Mama Bikira Maria basi kama umesubscribe utaona notification lakini pia kwa wale ambao tunawasiliana kwenye WhatsApp utapata ujumbe. Asanteni sana.